Vita ama beef kubwa kati ya rappers wawili 50 Cent na Rick Ross linazidi kuchukua sura mpya kila kukicha, upiti muda mrefu sana kati ya wawili hawa, mmoja wapo kumchokoza mwenzake. Ni hivi karibuni, tour ya kimuziki ya Bow Wow akishirikiana na Omarion na Trey Songz ito the Millennium Tour ilianza wiki iliyopita, na guest artist kwenye tour hii ambayo inahusu kwenye miji mbalimbali, hasa kwa nchini Marekani. Alitangaza tangu mwanzo ya kuwa Rick Ross anahusika kama guest artist na matamasha yapo nyuma amekwisha ya kutumbuiza sasa. Tangu siku ya Jumanne usiku mpaka kwa mkia Jumatano, 50 Cent kupitia kwenye ukurasa wa Instagram, alikuwa kimo Rick Rose kwa kudai ya kuwa si guest artist kwenye tour hii ya kimuziki ya The Millennium, na kuwa huu ni msanii ambaye anatumbuiza mwanzo, yani anafungua kwenye show ya Bow Wow kwenye post kadhaa ambazo alizishia kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambapo kwa sasa amekwisha kuzifuta. Mmoja posti aliandika kwamba hivi kuna mtu ambaye ama notes ya kuwa rapper Rose kwa sasa hana uwezo wa kuanda tamasha lake. Yaani, hana uwezo wa kuuza tickets na ndio maana anashiriki kwenye matamasha ya watu wengine, hasa tamasha la Bobo, tena kwa kuwa curtain raiser, yaani kutumbuiza mwanzo kumfungulia tamasha Bobo. Kwenye posti nyingine akada ya kuwa Bowo hakumtaka rapo huyo kuhusu kama guest artist, lakini wasimamizi wa tamasha husika Live Nation walimhusisha mwalimu Jumwisha Rose bila matakwa ya Bowo mwenyewe. Na moja posti akada kuwa Bowo ndio bosi wa sasa wa Rick Rose kutokana kuwa Rose kwenye ile tamasha ndiye anayekata utepe kabla ya mastai wengine wa kimuziki yakiwemo Bowo kuhusu kwenye jukwaa. So, reaction ya baadhi ya mastaa ilikuwa ni kubwa, na hata mashabiki ambao wanafahamu kabisa wawili hawa zivi tangu muda tu. and Rick Ross ameamua kuja kumjibu kipekee baada ya kujirekodi vipande vya video na kushare kwenye ukurasa wa Instagram, kwenye Insta story akisema kuwa anamuuliza 50 Cent ni nani ambaye anamiliki masters za kwa ma haki miliki za kazi zake za kimuziki, akimaanisha kazi za 50 Cent na kumwambia kuwa atanunua master zote za msanii huyo. Yaani hapa ni kama anamtisha kutokana kuwa tangu mwanzo amekuwa kijitapa kwamba ana ana fedha ma, anamiliki mkonja mrefu kumzidi 50 Cent. So akae vizuri kwani ana uwezo kufanya hivyo. Kazi zote za kimuziki za 50 Cent kwa chini ya umiliki wake. Aguishi hapo, akamwambia kwamba kwamba tangu mwanzo nimekuona, ulitangaza kwamba unakuja na studio zako za G Unit Film Studio, tena ukatangaza kwamba umekwisha kununua eneo la huko Louisiana, sehemu ambayo gharama za maeneo ni bei ya chini kabisa na kutuonesha paka ramani namna ambavyo studio zitakuwa. Lakini mpaka leo hujafanikisha lolote. Je, ulikosa mikopo ama watu ambao ulitaka wa kushika mkono ameshindikana? Kisha kumhasa kwamba anapaswa kulifanyia kazi suala ambalo amekwisha kuaminisha umma kwamba linawezekana, na kwamba afanye mpango wote, atakutafuta mikopo ili tu ajenge studio hizo ambazo amekwisha kutangazia watu muda sasa. Natakusikia hii reaction ya Rose na ushushe comment yako, lakini ufahamu tu, mashabiki ambao wanafahamu haya, ambao wamekwisha kuchukua nafasi tangu muda, wanaelewa kuwa 50 Cent na Rick Ross ni watu ambao itachukua muda sana, ama hatutokuja kuona wawili hawa wakikaa kwenye meza moja ya maelewano.